Shalom, shalome shalom, shalom, kaka na dada kutoka pande ine za dunia. Kaka na dada ina mushukuru mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobu, Mungu wetu asiyebadilika, alivyokuwa jana ndivyo alivyo leo na hata milele. Habari njema ni kwamba Mungu anakupenda ivo ivu ulivyo, mutoto wa Mungu. Yesu Kristo anakupenda ivo ivulivyo, kaka na dada. Ila ugitambowa kwamba mimi na wewe tugifika saa hii muda muda huu, na wezekana kwako ni jioni awo mchana awo alfajiri, lakini kulingana na muda uko nao, tambowa kwamba ni kwa neema na fadhili za Mwenyezi Mungu, si ili tuweze kuwa ivitulivyo, ili tuweze kupumua. Mana kuna wengine walitamani kupumua lakini tayari wamebadilisha majina yao na kuitwa marehemu. Kama unaelewa hilo basi ninakulalika kwa moyo mwenye nyenyekevu. Ungana nami twende tumwambie Mungu asante. Tuombe. Baba mtakatifu mtakatifu sana, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwana wako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana kuweza kulitukuza jina lako ambao linatukuka, maana tumeelewa na kutambua kwamba kulala kuamka ni kwa neema na rehema na fadhili zako zinazodumu. Uongezeke nasi tupungue, uinuliwe juu nasi tushuke chini. Asante kwa kumekuwa pamoja nasi, basi tukubalie tuanguke kifutifuti chini ya msalaba mtakatifu. Tunaleta mioyo yetu mbele zako Bwana Yesu. Tazama mawazo yetu na fikiria zetu, tazama huduma uliyoweka ndani yetu. Angalia kama tumeachibuka kama ulikusudia tuajibike. Maana mpapo naona upungufu wote. Mimi pamoja na msikilizaji wangu tunasema tufinyange, tutakase, tufue kama vile mfuaje nafuanguona kuhakikisha kama zinakuwa nyeupe, hivyo hivyo hivyo hivyo ndivyo myoyo yetu kumbirisa ku Bwana Yesu, tunakisogelea kichito cha utakaso, mana ni damu ya thamani. damu liyomwanguka musarabani, tunawomba tunaomba tuoshe, tunawomba tuweke huru, tunaomba tutakase, tunaomba tufinyange. Tunaomba tufinyange. Tunaomba tufinyange. Kwa iyo damu ya thamani Yesu, kamufinyange mumoja bada amwengine, tunakuja chini la bomba maana ni bomba ya damu yako Bwana Yesu. Tukisema utufanye utakavyo, tuweze kustahira mbele zako. Asante Bwana Yesu. Mandekana sema katika injili takatifu ya Yohani sura ya 8, ure mstari, ure mstari wa 36. Bwana kiwaweka huru, mtakuwa huru. Maana tumefanywa huru kwa damu ya mwana wa kondoo kondo. Asante Yesu kwa damu yako ya thamani. Kisha tuosha na kututakasa. Tunaomba utujaze roho wako, tuongoze na kutuwezesha. Karibu roho wa Bwana, nipake mafuta tena mabichi, nijazwe uwepo wako na nguvu zako, mana uweza kunitumia kama chombo kama utakavyo. Roho wa Bwana kuwe mulatibu wa maombi haya. Tawala msikilizaji wangu mahali popote alipo, aweza kuelewa ujumbe wa leo na kuweza kuchukua mwamuzo nina imani na matumaini neno lako ni ukweli, kwa sababu we ni ukweli. Utukufu na heshima ni vyako. Nimeomba nikupitia jina la Yesu Kristu wa Nazareti. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Mtoto wa Mungu, kama unaamini kwamba Yesu Kristu alitundikwa musalabani kwa ajili ya maovu yangu na kwa ajili ya maovu yako, mana kwa ajili ya zambi zangu na kwa ajili ya zambi zako ili mimi na wewe tuweze kustahili mbele zake, mana deni zote hati zote ambazo zilikuwa zimetuzuia tusiweze kuhulisa ufalme wa mbinguni ziliipiwa musalabani sema zimelipiwa msalabani. Kwa sasa we mwenyewe ndi utaweza kuifungiya. Kwa sasa we mwenyewe, kwa kuwacha kusikiriza, kwakuwacha kuti, kwa ndio utaweza kuchifungiya mulango wa mbingoni. Na tena we mwenyewe ndi utaweza kuchifunguliya kwa kukubaliana naye Kristu, kwa kukubali kumurudiliya, kwa kuamuru kurudia kusimama tena. Ujumbe wa leo unatoka katika itabu cha mizari. Mizari sura ile ya tatu. Napenda nisome mstari wa tatu hadi wa tano. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu si uti na uaminifu vistengane nawe Vifungeni shingoni mwako, viandike moyoni mwako. Hivyo utakubalika na kusifika mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Mtumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Hilo ndilo neno la Bwana. Amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili, neno la Mungu ambayo inakuja kutufundisha tena na kutukumbusha, ili neno hili na kumbuki, lisomwa katika tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa ya kuandela mwaka huwa wa elfu mbili na ishirini na tano utii na uaminifu. Uti na visitengane nasi mana fistengane na wewe kaka na dada, neno la Mungu na natuambia tu viandike, viandike moyoni mwako, vifungeni shingoni mwako na uviandike moyoni mwako. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kaka na dada, kwa sasa kuna uaminifu. Hakuna uaminifu wala kuna hofu, kwa sababu kuna hofu ya Mwenyezi Mungu. Hakuna uaminifu kwa wafanyakazi, hakuna uaminifu kwa watumishi mambo. Kwa sababu gani? Hakuna hofu ya Mwenyezi Mungu, hakuna utii, na ndio maana tumepungukiwa. Haleluya Tumepungukiwa. unahitaji kibali kwa Mwenyezi Mungu, lazima uwe na utii. Unahitaji mafanikio, unahitaji kubali, kubaliwa na, na, na watu tena, ni lazima kwanza ukuwe na utii, uwe na uaminifu mbele za Mwenyezi Mungu, maana uviandike, hofu ya Mungu iwe ndani ya moyo wako hofu ya kuogopa ya utenda mahofu ya kuogopa utenda zambi leo ukiona umeomba mambo ajenda kama viru thamana yende unaamuru kumwacha Mwenyezi Mungu unaamuru kuacha kuomba unaamuru kwanza kushiriki na washirikina unaamuru kwanza ushiriki na waganga wa chenyeji unaamuru kwanza kushiriki ku, na, na uzinzi usharati unaamuru kuanza kulewa, unaamuru kuacha kuomba. Lakini nataka nikwambie kwamba Yesu Kristu hajabadilika. Maandiko nasema, Waibrania kumi na tatu mstari ule wa kumi na nane alivyokuwa Yesu jana, leo na hata milele, hajabadilika. Maana binadamu tunakosa uvumilivu uvumilivu Maandiko nasema, Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, Yesu akawasimulia mfano kwamba inawapasa kuomba bila kuomba daima bila ukatatama. Maana tuwe na uvumilivu, tuwe na subiri mbele za Mwenyezi Mungu, tuwe na subira Mana tumusubiri Mwenyezi Mungu, saa ya Mwenyezi Mungu, tusichukue mwamuzo wetu, tusione kwamba Mungu amek, amekawia kutujibu tuanze kuamuru kwenda kwa waganga wa chenyeti, tuanze kuamuru kurewa kufuta banki. Siyo solisyo, hiyo siyo jibu. Haleluya, tumusifi Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui baba na mama umefika wapi. Naomba leo nikwambie ujumbe huu. Uti na uaminifu visitengane na wewe ambao unahitaji kibali mbeza Mwenyezi Mungu, na ndipo utaweza upata kibali hicho ambacho unakitamani. Maana ukipata kibali kwa Mwenyezi Mungu utakuwa umepata kibali tena kwa wanadamu, kwa sababu Mungu mana roho zote za kila binadamu ziko mikononi mitakatifu mwa Mwenyezi Mungu na ndio maana wengine wameamuru kutumia akili zawo, lakini neno la Mungu linasema mstari wa tano, mtumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Wengi wametegemea akili zawo, wametegemea feza, wametegemea vyewo wako navyo. Inawezekana umetegemea cheo uko nacho, umetegemea feza uko nazo lakini leho, nimetumwa nikwambie feza hiyo haiwezi kakusaidia, haiwezi kakusaidia, haiwezi kakununulia mbinguni, haiwezi kakuokowa. Kaka na dada, na takuwelewe, hilu weza kumurudilia Bwana, hilu weza kumurudilia Mungu, Abrahamu, na Isaka na Yakobo. Usijivuliye elimu uko nayo, usijivuliye mana feza uko nazo. Usijifunia usuru uko nao kimwira mbachu mefani bure, mana kitaoza, na ndiyo kinachobaki ni kuungana na Kristo, kinachobakiya ku, kina ni kuamulu kumuludiliya Yesu wa Nazareti. Kinachobakiya ni kuamuru kusema, Yesu nina kuja chini ya msalaba wako, nawomba niwoshe, nawomba nihulumiye, nawomba nitowe zambi zangu mawovu yangu, nawomba tena, wewe ambaye umetunikwa msalabani, ulilipa ulilipa deni ya maovu yangu, mana maovu yetu melipiwa karufali Musarabani, unakubali kubali, kaka na dada. Kama unakubali hilo leo, unaweza kuamuru kumrudilia Kristo, amuru kuacha urevi, amuru kuachana na yale na, na kile chochote kinachokutenga na na Mwenyezi Mungu. Si achani zungumuzo na walio Kanada, Amerika, Australia, Australia, huku England Ubirijiji, huku Jeremani na mataifa mengine pote wanaponisikia. Keke na dada, ninataka nikuambie kwamba tambua, maana ukafikirie nimetoke wapi, naenda wapi, ninaelekea wapi, maisha yangu yanaenda wapi nani? Usidanganywe na dunia, dunia ina mwanzo na teni na mwisho. Leo kinachobaki ni kumkaribisha Yesu wa Nazareti, kinachoweza kusaidia Muruhusu Yesu aingie ndani ya ndoa yako leo. Hakuna uaminifu muke kwa mwanaume, hakuna uaminifu tena mume kwa mwanamuke, hakuna muaminifu tena. Mume aogope kumu, kumu, anayenda ana, anamusariti muke wake, muke aogope kumusariti mume wake. Hakuna uaminifu tena. Walio teuliwa kufanya kazi leo hawafai kama vile walivyoagizwa, ni kularuswa ni kusema acha ni nifiketu ni tajua, na ndio maana mataifa yanaendelea kuwa na changamoto kwa sababu viongozi ambao waliteuliwa, ambao wangesimama imara, wangekuwa suja, wangekuwa imara kama Kristo, ndio wanaharibu walio teuliwa kularuswa

Mana ukumu uko mbele zako. Usipoamulu kutubu, usipoamulu kubadilika, usipoamulu amuru, mana mauti itakapoweza ukuta mahali hapo, utakwenda wapi? Utamwambiya aje Kristu ambaye amekuteua ambaye amekupa cheo hicho? Utasema na muna gani? Leo unangali nafasi ya kweza kuamuru kubadilika, amuru kubadiliki Ukaamulu okay, kubatilika. Unaweza kuamuru kumludiliya muke wako, unaweza kuamuru kuludiliya mume wako, unaweza kuamuru kutenda mema, unaweza kuamuru kuludiya kufanya kazi ya Bwana mana umechoka, mana ujuwi huko una sauti. Nakuwambiya maneno inakuzuwiya kuwomba, kila sauti ambayo inakuzuwiya kufanya kazi ya Bwana, kufanya kazi ya Mungu, hiyo siyo sauti ya Mungu, ni sauti ya Ibilisi. Ni, ni sauti ya muovu. Si, simama imara, enda utenda mema. Kumbuka Paulo alimwambia, akimwambia Timoteo ukisoma Timoteo wa pili ile sura ukisoma Timoteo wa pili ukisoma ile sura ya nne ukianzia mstari wa tano hadi wa tisa unaweza kuona kwamba anamwambia kwamba fanya kazi ya uhubiri. Vumilia mateso yote mana unayoyapitia, ili siku moja ukaje uje ukafikwa taji ya ushindi. Basi ujumbe huu uweza kukusaidia kaka na dada, inawezekana unaweza kuamuru, unaweza ujitambue, mutema sao kuamuru kusema ninaamuru kumrudilia Bwana utoka moyoni, ninaamuru kuwa na uaminifu tena, ninaamuru kuwa na utina hofu kwa Mungu. Lodiriya maneno hayaambayo ninakuongoza kakana dada, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi mutote mupotevu, naomba nisamee sambi zangu zote nilizozitenda, ninazozifahamu na zinambazo sezifahamu. Taja china lako mimi, ninawomba kuanziya leo cumaatanu, tare 2 mwezi wa saba, mwaka wa 2025 muda wote kuisha kwisha ukeneni karibuni Bwana Yesu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na mukosi wa maisha yangu. Amina, amina. Ongera sana wamba umekubali kumrudilia Bwana wamba umekubali kusimama tena wamba umekubali umekubaliana naye tena. Ongera sana na muda na saa tena tunaenda kuomba kwa wale waliotuma mahitaji yao, na wale wanaungana nasi kwa njia ya mtandao. Inawezekana muda na saa wewe ni mugonjwa, basi inua mkono wako wa kulia mara ambapo unaumia, na Mungu muwekea hospitali lao nyumbani, mahali popote tulipo. Ukiwa ni mujamuzitu teweka kwenye tumbo lako, ikiwa ni tasa teweka kwenye tumbo lako. Tunaenda kuomba Mungu, Mungu Abrahamu na Isaka na Yakobo, tuombe Baba Mtakatifu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo, nina sababu ya kusema asante kwa ajili ya neno lako, neno linaloturudisha tena tukurudiliye, maana tuweze kukuti tuweze kuwa na hofu tuweze kukuti tuweze kutumikia tuweze kuwamuka tena na kusimama tena na kufanya kazi yako, maana uduma yako. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao wamesikia neno lako na wameamuru kubadilika, wameamuru kuanzia leo ukurudilia tena kufanya uduma yako tena. Asante Bwana, nomba uwabariki, nomba wajaliye nema, nomba wajaze nguvu tena, maana oo oshiaasa abaamepumukiwa wajaze tena, wajaze nguvu zako Bwana Yesu, wajaze Roho wako aweza kuwatia nguvu tena ya kusimama aamba walikuwa wamepumukiwa katika huduma waliopewa, katika kazi waliopewa, wasimame tena, wainuke wai, wai tena kwa jina lako Bwana Yesu. Naomba kuswali wagonjwa. Mmoja sawa tembeleye tembelea kwenye mahoti tembelea mahospitalini, tembelea mara ambapo mmoja pata mwingine alipo. Haicheshi kwa hospitalini, haicheshi kwa nyumbani, haicheshi kwa ofisini mwake, ni mgonjwa. Bwana Yesu, reki na ameungana nami katika maombi haya, ameinua mkono wa kulia, ameweka katika mara ambapo nasikia maumivu. Inawezekana Bwana, ni magonjwa sugu, inawezekana ni magonjwa mbaye haijajulikana mbele ya madaktari

magonjwa ya mahini magonjwa ya paralizi magonjwa ya figo magonjwa ya macho, wengine ni masikio. Masikia asikie Yesu, achilia damu yako, achilia vidole vyako, wese kuwafungua watakushukuru Bwana, watakushukuru Jehova. Yesu wa Nazareti, hakuna jina lingine ambalo tumepewa, jina liyo jema majina yote, jina yenye nguvu. Hata waliyosumbuliwa na magonjwa ya ushirikina, kwa sababu natamuka jina liyo juu ya majina jina yenye mamuraka bokora boshila basaka bokondara bashirabasako bokotara bashira basaka. Natangaza uzima, natangaza ufunguliwa. Haijesha likuwa katika koma haijesha muda na saa hii, maumivu alikuwa amezidi. Wengine pumuzi ziko zinakatika katika, kwa jina la Yesu aliye na pumuzi, nasema muda na saa hii Yesu akutengeneze, aguse aguse aguse mifupa yako

na chili ya damu ya Yesu na chili ya damu ya Yesu juu yako baba, na chili ya juu yako damu ya Yesu mama, wewe mutoto, wewe kijana, wewe binti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, maana siyo damu ya mnyama hiyo. Damu ya Yesu ikanene uzima, ikanene uzima, mani lidondoka ikafanya mani mbinguni na duniani, lewe kadondoke kwa ajili yako, wamba umeteseka, umeitwa tasa, tumbe ikafunguke upate uweze, upata matunda ya ndowa, upate matunda ya ndowa. Waliokuwa na machozi kwa sababu ameambiwa na madakitari, viumbe vimo ndani ya tumbo zao, afiko visawa Yesu. Nimeona wengine ukiwanyorosha yenda akukusawa jazito, ende kuwatengeneza tengeneza, viumbe vyao vimo ndani yao. Bwana na uwawezeshe kujifungua salama, kwa jina lako Yesu. Mana, natangaza jina juu ya majina yote, jina yenye nguvu. Katika jina hilo, ngome za shetani zina anguka, mana zina vunjika, mana zina nyanganywa. Kila roho ya shetani, mana kila mwembe ulio pando ndani yako, ambaye baba wa mbinguni jau pando ndani yako, unaong'olewa. Bokota na basaka. Kuta zina anguka. Kuta zina anguka. Basaka to bokota. Bokota. Kuta zina anguka. Minyororo inakatika kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti, maana ni jina yenye nguvu, maana jina yenye uhuru, jina yenye uzima, jina upata uzima na uhai, ni jina la Bwana Yesu. Wabariki watumishi wako, bariki viongozi wa mataifa wa mataifa, tuweze kuishi maisha ya amani. Tawala watumishi wako wanaoipeleka Injili, wanaoihubiri

ata wacisimama wadatokera kwa njiya moja maduwi zake, lakini wadasamburatika wada kwa njiya saba. Kwa jina la Yesu wa Nazareti tunachifunaya damu yaku ya kwa thamani, kibali chako kiandamane nasi, e Mungu, nami nimeomba na kuamini, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina wa Mungu. Heri, Mungu anakupenda. Endelea kumutumaini Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Haijaisho na naapitia magumu lakini Yesu ajabadilika. Endelea kubaliana naye. Endelea kukubali naye atakupa roho wake. Roho Mtakatifu atapoingia ndani yako atakuongoza, atakufundisha, atakuelekeza, atakuonya, atakutiya nguvu mupya. Haijaisho mepung'ukiwa lakini usiogope. Mandiki nasema Warumi nani ishirini na sita kwamba naye Roho Mtakatifu anakuja kutusaidia katika udhaifu wetu, maana tujue itupase kuomba, lakini roho wa Bwana anakuja kutusaidia. Roho wa Bwana kusaidie wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe binti. Roho wa Bwana akaingia ndani yako, wambo, umekubaliana naye aweze kusaidia, akongoze na akuwezeshe, akutawale, aongee na wewe Yaka tembiye na wewe asante, mtoto wa Mungu. Mana mimi na wewe twende, utafakari jia mwisho wetu, hatudatenda zambi kamwe. Nikutakiye siku njema, Mungu akubariki, abariki usawa tumbo lako. Mungu yiko pamoja na wewe, na Mungu yiko pamoja na wewe unapokuwa popote, kama kwenye tabu, kwenye shida, Mungu atenda kuwa pamoja na wewe. Usepungukiwe. Mungu nagupenda na mimi nagupenda. Tutazidi wakati Mungu akinipa kibali tena, kwa heri. Amina.